Karibu mpenzi mtazamaji wa channel ipendwa kabisa ya Amedeo Mkatoliki TV. Tuko live sahivi tukiendelea na uh, mafundisho yetu ya neno la Mungu, na leo tunaelekea mwishoni mwishoni kabisa huko. Tunaamini ya kuwa katika mafundisho haya unaendelea kubarikiwa siku kwa siku. Katika siku ya leo tutajifunza zaidi kuhusiana na kuendeleza ule moto ambao ulikuwa nao katika maombi kutoka mwanzo mpaka ulipomaliza mfungo na baada ya mfungo. Inawezekana kabisa kwamba ulikuwa ukiomba sana, moto wa maombi ulikuwa umejaa ndani yako, kulikuwa kuna moto mkubwa ambao ulikuwa umekujaa ndani ya maisha yako katika kipindi hicho cha mfungo, lakini tu baada ya mfungo kuna kupoa fulani unaanza kuingia ndani yako au kuna mabadiliko fulani hivi ya sala na maombi na marekebisho ambayo unaendelea kuyafanya ndani ya maisha yako. Kwa hivyo basi, tutamwomba Mungu zaidi atupe nguvu atu, aendeleze ule moto wa maombi ambao tulikuwa nao toka pale tulipoanza mpaka hapa tunapoelekea mwishoni na baada ya kumaliza mfungo, Mungu atusaidie sana Eh, katika mfungo wetu tunapomaliza mfungo basi, tuendelee na moto ule ule kama ulikuwa unafunga, ulikuwa una unafanya maombi e, masaa matatu masaa manne, basi unaweza ukapunguza angalau hata risali moja na nusu au masaa mawili ili kuhakikisha bado ule moto unakwenda vizuri. Tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wakati mwingine huu, asante kwa kutukutanisha tena sisi watoto wako. Ninaomba Bwana uwe nasi, Roho Mtakatifu utuangazie tupe Bwana nguvu yako, tufungulie macho ya rohoni, tukusikie wewe peke yako. Neno lako ndiyo kweli, na kweli hiyo inatupa sisi uzima. Bwana Yesu, ninakuomba uwe pamoja nasi tunapoanza mpaka tutakapoweza kumaliza, ili Mungu baraka zako zionekane kwenye maisha yetu, ziendelee kujitwalia utukufu. Ni kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amen. basi katika siku ya leo tutakuwa na mambo sita tu au mambo sita ambayo yatakufanya wewe kuendeleza ule moto. Oh, ule moto uliokuwa nao katika kipindi cha mfungo. Kuna watu wengi hawajui hata mwelekeo wa namna jinsi ambavyo wataenenda baada ya mfungo. Nini ambacho wanapaswa kukifanya? Wanapaswa e, vitu gani ambavyo wanapaswa kuvifanya au ni njia zipi ambazo wanapaswa kuzipitia ili kuweza kukamilisha mfungo wao kwamba ulienda vizuri au baraka mbalimbali ambazo zilipatikana ndani ya mfungo wake basi zilikwenda vizuri. Huenda alikuwa na maono fulani, huenda kulikuwa kuna vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vinamfanya yeye kukaa ndani ya mfungo na hata kumaliza mfungo, basi ameendelea navyo. Katika siku leo, tuanze na neno moja kwamba uendelee mm, kudumisha dumisha eh, sana nidhamu ya kuomba au nidhamu ya maombi. Eh, Wakristo wengi wanapopata nafasi ya kufunga wanafunga kweli na wengine huachilia vifungo, wengine hufanya mambo yao ndani ya mfungo. Kama wewe ulikuwa umefunga na ukaa na nidhamu ya maombi katika kufunga, aidha masaa manne masaa matatu, tofauti tofauti, unaweza ukasali asubuhi masaa matatu, ili sali moja jioni, unaweza ukasali usiku wa manane. Yote hii ni kumtaka Mungu aendelee kuonyesha maono ndani yetu ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo basi baada ya mfungo inabidi uendeleze hiyo nidhamu ya, ya maombi ndani yako, ule moto ni lazima utaendelea, kwa sababu mwili una una hali ya kubadilika baada ya kuwa na, na progress ya jambo fulani kwenye maisha yako. Yaani, kati ya siku ishirini na moja mpaka siku 30 ni kipindi ambacho mwili hubadilika na kujua kabisa kwamba okay. Nipo katika transition period, yani kipindi huenda labda nilikuwa siombi basi baada ya siku ishirini na moja hadi thelathini unaingia tena kuanza kuomba zaidi. Kama ulikuwa labda e, ulikuwa hutumii hutumii chakula katika mfungo wako wa siku ishirini na moja mpaka siku thelathini basi mwili una adapti yale mazingira. Kwa hivyo basi, jambo la kwanza na la muhimu, endelea kuwa na nidhamu ya maombi ya kufanya maombi ndani yako, ndipo ambapo Mungu anaendelea kujionyesha na moto ule unaendelea kuwa ndani yako. Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba tudumu katika maombi, tudumu katika maombi, ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza tano ile mstari wa kumi na saba pale anaposema ombeni bila kukoma, yaani hakuna kikomo cha mtu ambaye anajikita katika maombi. Unapokuwa mtu wa maombi, unapokuwa mtu wa sala, basi ujue kabisa ule moto, ule moto unaendelea kuwa ndani yako. Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba Mungu ni moto ulao. Manake kama Mungu ni moto, basi ule moto uendelee kujaa ndani ya maisha yetu, ujae ndani yetu, ili siku zote tuendelee kumtumainia yeye, kumtukuza yeye, ye peke yake anayetu anayetuinua kila inapoitwa leo, anayetubariki kwenye njia zetu, anayetuongoza kwenye njia zetu. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba Mungu akusaidie sana, udumu katika maombi yako, dumuni katika kuomba pamoja na kufanyaje na kushukuru Haya yote yanatufanya sisi tuendelee kukaa katika nini? Katika moto ule ule ambao tulikuwa nao kabla baada ya ndani ya mfungo na baada ya mfungo. Kwa hiyo, hiyo itakuhakikishia wewe kusonga mbele zaidi kwenye mfungo wako. Uh, tuki jambo la pili ambalo ni muhimu sana, unatakiwa uendelee kuwa au kuwa ni mtu wa kusoma neno la Mungu. Sikiliza, siri kubwa ya Mungu ipo katika neno lake yaani hata Yesu alipokuwa akijaribiwa katika siku arobaini za mfungo wake, yani ibilisi alipompandisha Roho Mtakatifu mm -hmm. alipompandisha kwenda kujaribiwa na yule ibilisi, alitumia neno la Mungu ili kuondokana na vikwazo, kuondokana na shida za yule shetani au vishawishi vya yule shetani mwovu, ili kwamba Yesu atende dhambi. Yesu atende afanye nini? Atende dhambi. Hiki kitu neno la Mungu linakufanya wewe kuendelea kuimarika Ta, tunasema taa ya miguu yetu ni neno la Mungu. Unapokuwa unalisoma neno la Mungu, unalishika unalitafakari mchana na usiku, hili neno linaendelea kukaa ndani yako. Linapojaa ndani yako, manake linabadilisha upya, linatengeneza lina, li, li, lina kufanya, kufanya tofauti na yule mtu wa jana, tofauti kesho, unakuwa mtu wa tofauti kabisa kulikoni kama ambavyo ulivyokuwa jana. Kwa hivyo neno la Mungu linaendelea kutuhuisha upya, linabadilisha vitu ndani yetu. Unapolishika lile neno la Mungu ni kama ule udongo mzuri, ambao mbegu ambalo ni neno la Mungu limepandwa, lime, lime ndani yako, nawe ukazaa matunda, uka exploit kuzaa matunda ndani yako. Hiki kitakusaidia sana we kuendeleza moto ndani yako la sivyo hautaendelea kuwa na moto kama endapo neno la Mungu hautakuwa unalifanyia kazi. Yaani ka kwenye, ka kwenye kwenye mstari wako wa, wa maombi ka kwenye mstari wako wa kusoma neno la Mungu. Soma neno la Mungu, litafakari, andika fa, maono ambayo Mungu ameendelea kukupatia. Endelea kuwa nayo hayo, endelea kuyashikilia ili siku moja basi lile neno likusaidie wewe kwenye maisha yako, na moto ule uendelee kuwa mkubwa zaidi ndani yako. Inawezekana ukawa mbali zaidi spiritually, kwa sababu neno la Mungu limeendelea kujaa ndani yako. Ukisoma katika ile Yeremia ishirini ule mstari wa tisa pale anaposema neno lake, neno lake likawa kama moto ndani ya mifupa yangu, likawa kama moto ndani ya mifupa yangu neno lake neno neno. Kwa hivyo neno linabadilisha ndani yako, neno linageuza, linageuzavi, neno linahuisha, neno la Mungu. Tunakumbuka pia kwamba Mungu pia alitumia neno, matamko, alitamka, kikawa kwa. Hivyo basi unapokuwa unalishika lile neno la Mungu basi inakuwa kama jinsi ambavyo utaomba kuhusiana na lile neno, utasali kuhusiana na lile neno uta, utalishika lile neno. Mungu, ninaomba kusaidie sana lakini, zaidi sana, usi, usi, usi, usipende kuto kusoma, kuto kusoma neno la Mungu. Hakikisha unakuwa ndani ya neno la Mungu. Acha kusoma ma ma ma mawazo au mafikirio ya watu, ila soma neno la Mungu litakubariki sana, soma neno la Mungu litakuongoza ndani yako, wala hautahusika katika namna yoyote ile ya ubadhirifu au ubaya fulani. Mungu ninaomba akusaidie sana lakini, jambo jingine ni kwamba um, linda sana urafiki wako na watu wengine. Hili jambo ni la muhimu sana kwa kila mmoja aweke akilini mwake. Kwa nini? Kwa sababu mazungumzo tusijidanganye, kwamba mazungumzo mabaya yanaendelea kujenga nafsi zetu na roho zetu kuwa na moto ule ule, unapokuwa katika mazungumzo mabaya na watu wabaya. Japo kuwa Yesu alikaa, aliishi na watu wabaya, alikaa na watu wabaya, alikula na watu wabaya, lengo lilikuwa ni kutaka kuwaongosha kutoka katika eh, madhambi au kutoka katika vitu ambavyo walikuwa wanaenda navyo kwenye maisha yao, kuwabadilisha kuingia katika kumtafuta Mungu. Kumtafuta nani? Kumtafuta Mungu. Kama kusudi lilikuwa ni hilo la kumtafuta Mungu, basi tunapaswa sana kutafuta marafiki au kujua watu wa muhimu zaidi kwenye maisha yako kuwa ni watu ambao watakusaidia wewe kusonga mbele kiimani na spiritually. Tusidanganyane, ukikaa katika watu waliokuwa waovu kuna asilimia kubwa, kuna asilimia kubwa, ukafuata au ukashiriki kwa uchache vitu fulani vinavyohusisha mambo yao. Tusijadanganyane, hakikisha unaketi au unakaa katika watu wenye hekima, wakusaidia wakuongoze wewe kwenye makanisa ya kiroho, yani tunasema makanisa ya Kipentekoste. Mara nyingi usema kuwa kuna baba wa kiroho yaani, nina baba wa kiroho kwenye maisha yangu. Ni vizuri kuwa na baba wa kiroho lakini hakikisha kuwa baba wa kiroho anakusimamia sana. Mtafute Mungu zaidi, jua maono kabla ya kwenda kwa baba wa kiroho. Yatafute, mtafute Mungu sana kabla ya kwenda kwa baba wa kiroho, itakusaidia sana kwa sababu hii itakuondoa katika mkanganyiko kwamba yeye amekwambia hiki na wewe unaongea hiki, Mungu amekwambia hiki na baba wa kiroho anakwambia hiki. Kwa hivyo basi, tunapokuwa tunalinda marafiki tuliokuwa nao maanake ni kwamba au marafiki tuliokuwa nao inabidi tuwalinde sana, kulingana na mazingira ya kwamba wasituharibie moto ule wa kiroho ndani yetu, lasi hivyo tutaendelea kuwa wale wale kabla ya mfungo, ndani ya mfungo, na baada ya mfungo tutaendelea kuwa wale wale. Hamna kitu kipya ambacho kimeongezeka ndani yako. Mithali 13 ule mstari wa ishirini anaposema aendaye na wenye hekima atakuwa na hekima. Kwa hiyo kuna hekima unaipata endapo utakuwa na wenye hekima, lakini halikadhalika kinyume chake ni sahihi kwamba unapokuwa na watu wapuuzi na watu wapumbavu wasiojua Mungu, wasiojua neno la Mungu, basi jua kabisa kwamba unapoteza muda wako. Hakikisha unatafuta watu wenye hekima, hakikisha unatafuta sehemu pia ya kusali ambayo ni nzuri, hakikisha unatafuta pia watu ambao watakusaidia wewe kukua kiroho. Mungu, ninaomba akusaidie sana. Jambo jingine ni kwamba unabidi uendelee kutii maono ambayo Mungu alikuonyesha katika kipindi chako chote cha mfungo wako, yaani kuna vitu fulani ambavyo Mungu alikuonyesha eh, kwamba utakwenda hivi mwanangu, utasimamia hapa, utafanya hiki. Inawezekana pia katika mfungo wako haukubezi sana katika kumsikiliza Mungu, ukawa katika kufundisha au kuambia watu, kuonya kuache kitu fulani, si mbaya, ila maono ya Mungu kutoka kwa wakati wowote ule kukusaidia wewe kwenye maisha yako. Mungu, ninaomba akusaidie sana yale maono ambayo uliyapata hakikisha unayatimiliza. Utii wako katika yale maono ambayo ulikuwa umeyashika na umeyapata kutoka kwa Mungu, basi utii ule ni bora zaidi kuliko dhabihu ambayo utaitoa. Mungu akusaidie usimame katika maono yale yale ambayo Mungu alikupatia ili uende vizuri mpaka utakapoweza kumaliza safari yako. Haya yote yanadumishwa na wewe moto wako utaendelea kusimama ndani yako. Yaani moto ule ambao ulianza nao ndio utakaomaliza nao na ndio utakaoendelea nao huo, kwa sababu Mungu ataendelea kukupa maono zaidi na zaidi. Yakobo moja ule mstari wa ishirini na mbili pale anaposema, iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu. kwa hivyo neno ndiyo maono ya kimungu ambayo anajifunua kwenye maisha yako, na ndiyo maana mwanzo nimesema kuhusiana na hakikisha unakuwa msomaji wa neno la Mungu. Mungu anajifunua kupitia neno lake, anajifunua kupitia Biblia ambayo wewe unaisoma. Hata pia kwa Waislamu, anajifunua pia kupitia Qur'ani yao, na huenda zaidi maono ambayo hayakuandikwa, kwa sababu Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba haya yameandikwa ili ikawe ushuhuda kwenu nyinyi. Si ndio? mpate kujua mjue, mjue nini maana yake, tujue kwanza, na ushuhuda utakuwa baada ya kujua. Okay, tutaamini zaidi pia baada ya kuendelea kufahamu. Kwa hivyo zaidi, tujikite katika kumjua Mungu, kusoma neno lake na maono ambayo yanaendelea kukupatia. Basi Mungu akusaidie sana, hayo maono yaendelee katika maisha yako, ukue nayo hivyo hivyo na moto ule wa kiroho utaendelea kujaa ndani yako, yaani the fire explosions, fire explosions, the spirit fires, itakuwa ndani yako ndani ya maisha yako. Moto ule wa Roho Mtakatifu utaendelea kujaa ndani yako. Jambo jingine la tano, la tano, kama sio la mwisho, ni kuendelea kumwabudu Mungu. Endelea kumwabudu Mungu, nafasi unayoipata kazini, unayoipata sehemu yoyote ile, hospitalini, eh, wakati wa nafasi yoyote ile ambao unaupata hakikisha unamwabudu Mungu. Sikiliza, aliposema waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli, ni kwamba alikuwa anawatafuta watu ambao nyakati zote moyo wao uko tayari kumsikiliza Mungu moyo wao uko tayari kumwabudu Mungu kwa nafasi yoyote ile, kwenye shida zozote zile, kwenye kazi, kwenye biashara zako ambazo unazifanya, popote pale pata nafasi, hata kimoyomoyo, endelea kumwabudu Mungu. Unapoendelea kumwabudu Mungu ile nguvu ya Kimungu, ule moto wa Mungu, yani Mungu mwenyewe ndiye moto, na ule moto wa kimungu unaendelea kukaa ndani yako. Huo, sijui kama kuna mtu ananisikia hapa yaani ule moto wa kimungu utaendelea kukaa ndani yako, kwa sababu bado upo ndani ya kumwabudu Mungu wetu. Unapomwabudu Mungu, basi ule moto unaendelea kuimarika ndani yako. Sijui kama kuna mtu ananisikiliza. Zaburi ya ishirini na mbili ule mstari wa tatu pale anaposema, wewe uketie juu ya sifa za Israeli, wewe uketie juu ya sifa hmm, uketie juu ya sifa. Yaani, popote pale unapopata nafasi ya kumsifu, kumwabudu Mungu, hakikisha unamsifu. Utaendelea kuwa na moto huo ndani yako siku zote za maisha yako, hautaweza kupungua wala hautaweza kutenda dhambi ambazo zinakuhusisha wewe au na watu wengine. Hautaweza kumkufuru Mungu, hautaweza kuabudu miungu. Utamwabudu Mungu wa kweli aliye Alfa na Omega, yaani yule Mungu mwanzo na mwisho. Hakikisha unamwabudu Mungu, pata nafasi yako hata kimoyomoyo. Hakikisha unamwabudu Mungu. Cheza na nafasi zako zote, lakini usicheze na nafasi ya kumwabudu Mungu. Hakikisha unamwabudu Mungu. The sign of spirituality will be with you. Mungu atakuongoza, atakuimarisha Mungu anaketi katikati ya sifa, Mungu anaketi katikati ya sifa. Atakuongoza. Atakuimarisha. Atakufanikishia wewe mpaka umalize, atakuendeleza vizuri, na atakuonyesha njia unayoipasa kuiendea, njia utakayomtukuzia Mungu, njia utakayomwabudia Mungu. Mungu mwenyewe atakuonyesha. Jambo la mwisho kabisa la sita, kuwa na maisha ya kuweka nadhiri fulani ndogo iwe kubwa, hakikisha unakuwa na nadhiri fulani kwenye maisha yako. Lakini niliwahi kufundishwa kama sio mwaka elfu mbili na kumi na tisa basi ni ishirini au ishirini na moja. Yalikuwa ni maono ambayo niliweka nadhiri zangu, lakini baada ya kutokutimiza zile nadhiri, Mungu alinionyesha andiko fulani na kusema sikumbuki kama linatoka sehemu gani, lakini ni Agano la Kale ambalo lilikuwa linazungumza habari ya kwamba unapoweka nadhiri basi hakikisha unaitimiza ile nadhiri yako. Kwa hivyo nawaasa hata nyinyi leo hapa, kila mmoja kwa nafasi yake, unapoweka nadhiri kama ni kubwa au ndogo, hakikisha unaitimiza unaitimiliza hiyo nadhiri yako, Mungu ataendelea kukusimamia katika hiyo nadhiri yako ambayo unaifanya, hiyo nadhiri iwe njema, nadhiri iwe njema. Mungu atakusaidia na moto ule ambao ulikuwa nao katika mfungo wako, na baada ya mfungo wako utaendelea zaidi. Kwa mfano, kuna dhamiri ndogo ambazo inawezekana kwa unazifanya kila siku, kwamba baada ya wiki hii kumaliza, ndani ya wiki ijayo ninatamani sana kukua kiroho, kusoma eh, maandiko ma, ma, au kusoma vitabu vitatu ni vimalize vyote, vitabu vyote vya Injili ni vimalize vyote, vitabu vitatu ndani ya mwezi mmoja au ndani ya miezi miwili au ndani ya wiki tatu au wiki nne. Hii nadhiri inabidi uitimilize, uikamilishe. Ule moto utaendelea kuwa ndani yako kwa sababu ile ile dhamiri uliokuwa umeifanya ile nadhiri uliokuwa umeiweka, basi umeitimiliza. Unapokuwa una unaifanya una unaendelea kuitekeleza, ule moto unaendelea kuwa ndani yako. Sijui kama naongea na mtu hapo. Ninaomba Mungu akusaidie sana, naomba Mungu akusaidie sana. Uh, katika hili katika hili katika hili tunabidi tupate nafasi angalau ya kuomba japo kidogo, tuombe japo kidogo ili Mungu aendelee kutufanyia wepesi na kutupa ule moto tulioanza nao tukamaliza nao na tuendelee nao mpaka mwisho ambapo safari tutakuwa tumeimaliza kwenye maisha yetu. Ninaomba Mungu akusaidia sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu yetu, wewe ulia alfa na Omega, yaani mwanzo na mwisho, uketie mahala pasiri na mahala pa juu sana E Bwana. Tunaomba pale pote ambapo tuliteleza, tukashindwa kuomba zaidi, tukashindwa kusali zaidi, ili kuimarisha kuendeleza ule moto baada ya mfungo wetu. Ninaomba utuongoze, utujaze zaidi ule moto wa Roho Mtakatifu, tuendeleze baada ya mfungo siku zote katika maisha yetu tukidumisha maombi, tukidumisha kusoma neno la Mungu, tukidumisha kukuabudu na kukusifu wewe uliye mtakatifu, tukidumisha zaidi nadhiri zetu ndogondogo na kubwa tunazoziweka katika maisha yetu ili kuendeleza ule moto ndani yetu. e Bwana Yesu, situache, ongoza mbele nasi, tutakufuata maana wewe ndiwe mchungaji wa kweli kondoo wanaokujua watakufuata wewe, maana uwapa marisho mabichi. Katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumeomba na kuamini. Ninaomba Mungu aendelee kukujalia sana kwenye maisha yako, uendelee kumtukuza, uendelee kumwinua yeye pekee, Alfa na Omega. Tunaendelea kuwa live streaming kila siku saa tatu usiku. Endelea kushiriki live streaming hii. Usisahau kusubscribe kubonyeza kikengele ili kupata video nzuri za mafundisho ya kiimani na ya kiroho katika safari yetu ya mbinguni. Mungu, nakubariki sana.